Wito wa Mungu kila juma ni kutuita kwa ajili ya kumwabudu yeye aliye muumba wa mbingu na nchi, na hii tunasoma katika wito wa ibada kila juma katika ile Zaburi ya tisini na tano na ile paragrafu ya sita anaposema, njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Katika masomo yaliyotangulia tulisema kwamba Uh, ibada ni kwa Mungu pekee, kwa kuwa ni staili yake. Kicho heshima, ni na sifa zote, ni vitu ambavyo vinamstahili Mungu na si kiumbe awae yote, na hivyo tunamwabudu Mungu kwa kuwa yeye ndiye muumbaji, lakini yeye ndiye anayestahili kuabudiwa na kupewa heshima zote. Sasa leo uh, katika siku hii ya isabato ninakuja kwako kwa kukukumbusha jinsi shuhuda za Roho ya Unabii zinavyozungumzia Sabato. Mambo yanayokazwa, dondoo zinazokaza kuhusu Sabato, si zote ni baadhi kwa ambazo nimezichagua katika siku ya leo ziweze kutukumbusha na kutuongoza katika maisha ya Ukristo, katika maisha ya imani, na hasa katika msingi wa kuitunza sabato takatifu ya Bwana kama inavyosemwa katika neno lake. Na kabla sijazisoma dondoo hizi, ni kualike tuombe. Asante Baba wa mbinguni kwa ulinzi wako mwema wakati na wasaa huu tunakwenda kuangalia baadhi ya dondoo namna zinavyozungumza kwa habari ya utunzaji wa Sabato. Na hivyo tusaidie kupitia dondoo hizi, tukaweze kufanya matengenezo ya kukuelekea wewe na kufuata maelekezo yako, kwa utukufu wa jina lako. Tuongoze kwa Roho Mtakatifu, ni katika jina lake Yesu Kristo tunaomba na kuamini amen. Jinsi Roho ya Unabii, shuhuda za Roho ya Unabii zinavyozungumza kuhusu Sabato. Sikiliza dondoo ya kwanza inatoka katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la sita ukurasa mia tatu hamsini na sita paragrafu ya tano na ukurasa mia tatu hamsini na saba paragrafu ya pili, anasema kabla ya kuzama kwa jua, kabla ya kuzama kwa jua siku ya juma ya Ijumaa, wanafamilia wakusanyike na kusoma neno la Mungu, waimbe na kuomba. Kuna haja ya kufanya matengenezo, maana wengi wanakosea. Kuna haja ya kuungama kwa Mungu na sisi kwa sisi. Tusipoteze masaa ya Sabato kwa kulala kitandani, inatakiwa tuamke mapema. Tukiamka kwa kuchelewa, tutashindwa kuandaa kifungua kinywa na kuchelewa shule ya Sabato. Hatutakiwi kuandaa chakula kingi kizuri kuliko kawaida ya siku za kazi na chaina mbalimbali. Kwa hiyo inatakiwa kuwe chakula kiwe chakula cha kawaida na kiliwe kiasi kidogo, ili akili iweze kuwa na uwezo wa kubeba mambo matakatifu. Kula sana kunaharibu ubongo, na hivyo basi chakula rahisi kinapaswa kutawala katika miili yetu, ili akili yetu ibaki kupokea neno la Mungu. Shule ya Sabato ni sehemu ya ibada ambapo waumini wanaitwa kukusanyika kumwabudu Mungu na kupokea baraka za Sabato. Na ndiyo maana huna sababu, sina sababu ya kunifanya nichelewe katika shule ya Sabato katika siku ya Sabato. Kwa nini? Ikiwa kazini mwangu siwezi kuchelewa, ninawahi mapema, ninawahi foreni na kuamka alfajiri hata saa kumi na moja, vivyo hivyo tunapaswa kuamka asubuhi na mapema kujitayarisha kwa ajili ya ibada ya Sabato, ikiwemo shule ya Sabato asubuhi na mapema. Lakini nukuu nyingine anasema, dondoo nyingine hatutakiwi kuongelea mambo ya biashara au kuongelea jambo la kidunia siku ya Sabato. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la sita, kurasa mia tatu sitini paragrafu ya kwanza. Mambo ya kidunia, siasa, mipira na mengine yote, biashara Sio mahali pake. Tunapokuja kuabudu, tunakuja kumwabudu Mungu na sio kuleteana habari za kiulimwengu katika masaa matakatifu ya Sabato. Kwa hiyo hatutakiwi kuongelea mambo ya biashara au kuongelea jambo la kidunia siku ya Sabato. Mambo yote yanapaswa kukoma na kusitishwa katika akili zetu. Jambo lingine, walipo wawili au watatu wamekusanyika Waku, walipo wawili au watatu wakusanyike siku ya Sabato, wadai ahadi. Kusanyikeni kumwabudu kuma, kusanyikeni mumwabudu Mungu katika siku yake takatifu ya Sabato. Mahubiri ya siku ya Sabato mara nyingi yawe mafupi, muda mwingi utolewe kwa watu wote kutoa shukurani zao kwa Mungu. Kiwa mchungaji ayupo mmoja eh, achaguliwe huo aongoze kutano, aongoze kutano. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la sita ukurasa wa mia tatu sitini paragrafu ya pili na mia tatu sitini paragrafu ya kwanza. Kwa hiyo katika siku ya sabato watu waweke mioyo yao mbele za Mungu, shuhuda zitolewe, watu wa shuhuda makuu ya juma zima ni mahali pa sabato, maana zaidi ya kuja kuabudu tunakuja kukutambua na kumshukuru Mungu kwa matendo makuu aliyotutendea katika juma zima. Ndiyo maana tunakuja kumsifu, tunakuja kumshukuru, tunakuja kuomba baraka, tunakuja kwa ajili ya kutafakari ukuu wake, huku mioyo yetu ikiwa imetakaswa mbali na dhambi, mbali na uzinzi, mbali na uchafu wa kila aina uongo, masengenyo, vyote vikiwa vimetakaswa ndani ya moyo. Na huyu ndiye mwabudu wa kweli anayeabudu katika roho na kweli, katika masaa matakatifu ya ibada. Sikiliza, kuna kazi nyingine ambayo inatakiwa ifanyike siku ya maandalio ya Sabato, siku ya Ijumaa. Sikiliza, siku ya Ijumaa tofauti zote kati ya mtu na mtu, iwe kwenye familia au ndani ya kanisa, ziwekwe kando uchungu hasira na chuki ziondolewe moyoni. Yakobo 5:16 16, anaandika maneno hayo. Shuda kwa kanisa, gombo la 6 kurasa 356, paragrafu ya pili. Chuki ziondolewe, tofauti kati ya mtu na mtu ziondolewe. Tusifanye ibada mahali pa marumbano. Watu wanakuja kuabudu lakini ndani yao kuna chuki. Siku moja niliwaambia, wako watu wanaimba, wanaimba kwaya, wanaimba humo pamoja nyimbo za Kristo, na hata wengine wanaomba wanasema, utusamee deni zetu kama nasi tunavyo wasamea wadeni wetu, lakini amechukia mwenzake hajawahi kumsamehe, na hana mpango wa kusamehe, chuki moyoni. Na hata anapokuja akimuona kama ni mwimbaji kama ni shemasa la kuzaa sadaka pale mbele. Hata wengine wanaacha kutoa na sadaka, kwa sababu anayesimamia ibada ya sadaka ni mbaya wake. Na huyu mtu yumo ndani ya kanisa, huyu ni mpagani. Kwa hiyo tofauti zote ziondolewe kabla ya masaa matakatifu ya Sabato kuanza. Tofauti zote ziondolewe kati ya mtu na mtu, maana siku ya Sabato ni siku ya uponyaji, ni siku ya kuleta mioyo yetu mbele za Mungu, na kwa sababu hiyo tunapaswa kutulia hemani mwa Bwana. Unasikia mwingine anakuambia, yaani nikimwona namchukia paka, napata kichefuchefu. Unamwabudu nani? Unamwabudu nani? Mungu yupi? Mungu yupi ambaye unamwabudu anayekufanya umwone mwenzako kumchukia kiasi cha kumwonea kichefuchefu? Lazima tukubali kutulia miguuni pa Kristo. Kwa hiyo tofauti zote ziwekwe kando, uchungu wa hasira na chuki ziondolewe moyoni. Hizo ndizo hiyo ndiyo kanuni ya Wakristo wanaosafiri kwenda mbinguni. Lakini sikiliza, kabla sabato haijaanza, mawazo akili na mwili viondolewe katika ulimwengu. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la sita, ukurasa 356, na na ile paragrafu ya tatu Mawazo, akili na mwili viondolewe katika ulimwengu. Ndiyo maana Warumi kumi na mbili fungu la kwanza, anasema basi, ndugu zangu, na nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu hiyo dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, hiyo ndiyo ibada yenu yenye maana. Ibada yenye akili ni ibada ambayo utayari wa mawazo, akili, mwili na roho vyote vinakuwa vimemwelekea Mungu. Na watu wanaojisalimisha kwa namna hiyo na kujitoa kikamilifu, hao ndio wanaopata matokeo ya kuabudu katika roho na kweli ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo akili, mawazo, mwili viondolewe katika ulimwengu, na Mungu atawale mawazoni. Ndio maana tunaimba wimbo, unasema mawazo yasiwe tu ya dunia tu. Ndiyo, mawazo yanapaswa kuwa ya kimbingu, mawazo ya Roho Mtakatifu ndani yetu, ili tupokee bubujiko bu, bu, la kiroho maishani. Asiruhusu yeyote aje mahali pa ibada kulala kidogo. Haipaswi kulala ndani ya nyumba ya Mungu. Haulali wakati unafanya biashara yako ya muda kwa sababu una nia ya kazi yako. Je, turuhusu huduma inayohusisha maslahi ya milele kuwekwa kwenye kiwango cha chini kuliko mambo ya muda ya maisha? Suda kwa Kanisa, gombo la saba, kurasa mia tatu thelathini na moja paragrafu ya nne. Ikiwa kazini mwako aulali, kwenye biashara zako dukani mwako, macho ni makavu wakati wote. Habari gani kwa ibada ya Mwenyezi Mungu? Kwa nini ulale mahali pa ibada? Sio mahali pa kulala. Shetani wakati mwingine anafanya watu wasinzie ili wakose neno la, mu, la muhimu na la msingi ambalo lingeokoa maisha yao. Kwa hiyo tunapokuja kwa ajili ya ibada tunakuja kumtukuza Mungu na kumwabudu, na hivyo tumsifu kwa nyimbo, kwa neno, kwa maombi. Hiyo ndiyo ibada ya kweli mbele za Mungu, na hivyo usije mbele za Mungu kulala. Ikiwa kazini mwako ulali, maeneo mbalimbali, wewe uliye bosi hulali, hufumbi hata jicho Masaa yote unazunguka huku na kule. Kwa nini kwa ibada ya Mungu usinzie basi? Kwa hiyo asiwepo yeyote wa kuja kulala mahali pa ibada. Mahali pa ibada ni kukusanyika kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Lakini dondoo nyingine, maandalizi kwa ajili ya Sabato yapaswa kufanywa kwa juma lote. Hatupaswi kuishika Sabato kama jambo la kisheria tu bali twapasa kutambua umuhimu wake kiroho. Warumi saba fungu la kumi na nne. Maneno haya yanaandikwa katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la sita ukurasa wa 353 na 354. Pamoja na Sabato kuzingatiwa katika juma lote, Ijumaa ni siku maalumu kwa maandalizi ya mwisho ya sabato na hii tunaisoma katika Luka ishirini na tatu na ule mstari wa hamsini na nne. Kwa hiyo ijumaa sio siku ya kuanza maandalio ya sabato, ni siku ya kukamilisha ili upate muda wa ufunguzi wa ibada ya sabato, ili upate muda wa kukusanya familia yako kumwabudu Mungu. Lakini cha ajabu, wako wengine, masaa ya ufunguzi wa sabato yanawakuta waangali wakifunga, wakifunga, ga madirisha wakifunga milango ya biashara, wakikusanya mahema yao pamoja katika wasaa mtakatifu wa masaa ya Sabato. Pendwa, hizi ni miongoni mwa dondoa ambazo zinatuonyesha namna tunavyopaswa kuiheshimu na kuitunza sabato ya Mungu, na ikiwa tutaitunza kikamilifu, maana yake ni kwamba tutatenda yaliyo mapenzi ya Mungu. Na hivyo katika siku ya leo ya ibada ya Sabato ninakualika, fanya matengenezo, fanya uamsho na matengenezo. Masaya ya ibada yanakukuta wapi? Je, yanakukuta barabarani bado? Je, yanakukuta kwenye ofisi yako? Je, yanakukuta kwenye biashara zako? Mpatie Mungu nafasi yake kwa kumheshimu, maana bila yeye usingeweza kuzipata hizo nguvu na kuyafanya hayo unayofanya leo. Na kwa sababu hiyo unapaswa kumtambua Mungu katika neno lake, unapaswa kumtambua Mungu kwa kutenda leo mapenzi yake na kuzishika amri zake, bila kusahau amri ya nne inayoagiza utunzaji na kuheshimu Sabato takatifu ya Bwana. Ibada itakuwa takatifu ikiwa waabudu watakuwa watakatifu. Kumbuka, kicho ni sehemu ya ibada. Kusanya watoto wako. Watoto wako wanapovunja Sabato, wanapopiga kelele wakati wa ibada, unaandikwa kama mvunja Sabato kupitia watoto wako. Na hivyo unapaswa kuwakusanya watoto wako na kuwaelekeza kuheshimu mahali patakatifu pa ibada. Ninakutakia Sabato njema na masaa matakatifu ya ibada. Mungu akubariki. Tuombe. Baba wa mbinguni, hizi ni dondoo chache miongoni mwa dondoo nyingi zinazozungumzia habari ya utunzaji wa Sabato. Tusaidie kutenda leo mapenzi yako. Kama kuna kitu kimevurugwa leo na kuharibiwa ni namna ya kuiheshimu na kuitunza Sabato. Tunahitaji Roho yako Mtakatifu atusaidie, uamsho na matengenezo vitokee, ili tuwe mashujaa wa kuiheshimu na kuitunza Sabato yako takatifu. Tusaidie katika masaa haya, tufanye kwa watakatifu marisha akili zetu, mioyo yetu, takasa mioyo yetu mbali na dhambi na kila aina ya uovu, na hatimaye Bwana ukatuandae kwa ajili ya kuingia kwenye ushirika mtakatifu wa sabato ya pekee kwa pamoja nasi, ukitubariki na kutuongoza. Ni katika jina lake Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Mungu akubariki, ninakutakia sabato njema.